pande sehemu tatu, kuna alghaibu, upande wa juu almukhatabu, aila almutakallimu, mwenye kuzungumza, almudhakkaru na almuannath, wa kiume na wa kike, wa kiume na wa kike. Akaanza hamidun yadhhabu, yani mwanaume hamidun anaenda Hamidun yadhhabu, kisha kwenye almuannath mwanamke aminatu tadhhabu, amina anaenda, aminatu tadhhabu. Tukishuka chini kwenye almukhatabu mwenye kuzungumzishwa, anta tadhhabu, wewe unaenda mwanaume huyo, anta tadhhabu. Kwenye almuannath mwanamke, anti tadhhabina, wewe unaenda mwanamke, anti tadhhabina. Na kwenye almutakallim kwa mwanaume na kwa mwanamke, anakuwa ana adhabu, ana adhabu, mimi naenda Tukija kwenye upande wa wingi kushoto, tukianza na alghaibu almudhakkar wa, wa Hamidun wa Aliyun wa Hashimun yadhhabuna, Hamid na Ali na Hashim wanaenda, Hamidu na Ali na Hashim wanaenda wengi hawa. Kwenye almuannath mwanamke Aminatu wa Mariamu waZainabu wa Zainabu yadhhabna, Amina na Mariam na Zainab wanaenda tukushuka chini kwenye almukhatabu mwenye kuzungumzishwa sasa, mwanaume antum tadhhabuna, ninyi mnaenda. Antum tadhhabuna, ninyi mnaenda. Kwa mwanamke antunna, wanawake wengi hawe, antunna tadhhabna, ninyi mnaenda. Antunna tadhhabna. Tukija kwenye mwenye kuzungumza sasa, wakiwa wengi watasema nahnu nadhhabu, sisi tunaenda. Nahnu nadhhabu, sisi tunaenda kisha baada hapo, tamarinu mazoezi, akmil akmil aljumal alatiyata, kamilisha sentensi zifuatazo, biwad'i alfi'li dhahaba, kwa kuweka kitendo dhahaba fil mudhari'i, katika wakati uliopo sasa, baada isnadihi ila ila dhamir almunasib, baada kuyegemeza kwenye dhamiri yenye kunasibiana. Kwa hiyo utafanya kama vile ambavyo mifano ilikuwa kwenye jedwali la hapo juu. Namba moja, fi ayi saatin ila al jamiati ya aishatu, maanake namuuliza, ewe Aisha, katika saa gani, katika maana gani unaenda chuo. Kwa Aisha mwanamke huyu, mwanamke mwenye kuzungumzishwa takuwa ni tadhhabina fi ayi saati. Tadhhabina ila al jamiati ya aishatu, katika saa gani utaenda chuo kikuu ewe Aisha. Fi ayi saati tadhhabina ila al jamiati ya aishatu katika saa gani utaenda chuo ewe Aisha. Namba mbili. atullabu atullabu desh ila almalabi baada ddarsi. Wanafunzi wengi hao, lakini wanaume ambao hawapo. Kwa hiyo at atullabu yadhhabuna ila almalabi baada darsi, wanafunzi wataenda uwanjani baada ya somo, wataenda au kusema wanaenda, yote sawa, wanafunzi wanaenda au wanafunzi wataenda kiwanjani baada ya somo.

anauliza mna gani mtaenda kwa ajili ya ziara ya mudiri enye ndugu wanaume wengi hao, kwa itakuwa mata tadhhabuna li ziyaratil mudiri ya ikhwan. Ni wakati gani mtaenda kwenye ziara ya mudiri yenye ndugu, mata tadhhabuna li ziyarati al mudiri ya ikhwan. Namba tano ummi, mama yangu. Dish ila al mustashfa kulla yawmin li'annaha maridhatun, anaenda hospitali kila siku kwa sababu yeye ni mgonjwa ummi maana huyu ni mwanamke ambaye hayupo, atakuwa ummi tadhhabu, mama yangu anaenda hospitali kila siku. Mama yangu huenda hospitali kila siku, sababu yeye ni mgonjwa. Li annaha maridhatun, kwa sababu yeye ni mgonjwa. Kwa hivyo, hiyo sentence namba sita, namba saba, namba nane, namba tisa na namba kumi, zote hizi tutafanya na kutuma sauti kwa admin inshaallah. Swali namba mbili. Akmil aljumla alatiyata, kamilisha sentensi zifuatazo. Biwad'i fi'l mudari'in munasibin fi alfara'i, wa kuweka kitendo cha mudhari, kitendo cha wakati uliopo chenye kunasibiana katika sehemu ya wazi. Namba moja adesh alughata alarabiyata ya sayyidi au kama kwenye chapa nyingine itakuwa ya akhi. Adesh unataka muulize, unafahamu lugha ya kiarabu ewe bwana wangu, au ewe ndugu yangu. Kwa itakuwa ataarifu a ta'arif al-lughata al-arabiyyata ya sayyidi, mafahamu lugha ya kiarabu ewe bwana wangu, ewe ndugu yangu, kwenye baadhi ya chapa ya akhi. Nambili, nahnu nash kura al-qadami kulla masa'in, sisi tunacheza mpira wa miguu kila jioni. Kwa hiyo nahnu itakuwa nahnu nal'abu, sisi tunacheza nahnu nal'abu kura al-qadami kulla masa'in. Niam, sisi tunacheza mpira wa miguu kila jioni matatu afii mahajii ljamiati desh ya ikhwanu ana kiandika ulis je katika mabweni ya chuo mnaishi enye ndugu kwa itakuwa afii mahajii ljamiati taskununa ya ikhwanu je ni katika mabweni ya chuo mnaishi enye ndugu afii mahajii ljamiati taskununa ya ikhwanu je ni katika mabweni ya chuo mnaishi enye ndugu hakadha Sentensi namba 4, atujaru dakakinahum fi saati atasiati. Fanya biashara wanafungua maduka yao, asaatu tasia itakuwa ni saa tatu sasa kwa saa yetu tunapohesabu. Atujaru yaftahuna dakakinahum fi saati atasiati. Fanya biashara wanafungua maduka yao saa tatu. Atujaru yaftahuna dakakinahum fi saati atasiati. Fanya biashara wanafungua maduka yao saa tatu. Sentence namba tano desh almudarrisu darsa ala saburati. Hapo mtaka kusema mwalimu anaandika somo kwenye ubao. Kwa hiyo itakuwa yaktubu almudarrisu darsa ala saburati. Anaandika mwalimu somo juu ya ubao au ubaoni. Yaktubu almudarrisu darsa ala saburati. Anaandika mwalimu somo ubaoni. Kwa hivyo hiyo, swali namba sita, wewe utazisahihisha namba moja ya Mariamu, Mariam, almudirati, ya simu mkurugenzi ya mwenyekiti ya mali ya muhimu mwanamke kwa kitendo chake kitakuwa katika kipimo cha tafalina. Ataarifina ndio sahihi, ataarifina rakma hati fil mudirati, je unafahamu namba ya simu ya mwenyekiti? Na sio ataarifu, itakuwa ataarifina. Je, unafahamu rakma hati fil mudirati, namba ya simu ya mwenyekiti. Namba mbili, yadkhuluna tulabu alfasla qabla dukhuli almudarrisi

kwa sentensi ingekuwa kwa sawa kama angesema atullabu yadkhuluna alfasla, wanafunzi wanaingia darasani, kabla dukhuli almudarrisi, kabla ya kuingia kwa mwalimu, hapo ingekuwa sawa. Au vilevile ungebadilisha kitendo badala ya yadkhuluna, ingekuwa yadkhulu. yadkhulu atullabu alfasla kabla dukhuli almudarrisi, wanaingia wanafunzi darasani kabla ya kuingia kwa mwalimu. Namba 3, atabibatu yakhrujuna min almustashfa

wanafunzi wapya katika safu ya mwisho nyuma kule atalibatu wanafunzi hao wengi wa kike kwa hiyo itakuwa ni tajlisu tajlisu talibatu ljududu wanakaa wanafunzi wapya fisafi lakhiri katika safu ya mwisho. Tano, aina tadhhabina ya ikhwanu ya ikhwanu ndugu hao wengi kwa hiyo itakuwa aina tadhhabuna wapi mnaenda ya ikhwanu enye ndugu

Namba nne inasema taamal ma yali, zingatia kile kinachofuata. Yadhhabu yadhhabu, ameandika kwa herufi ya harfu almudhari'ati. Naam, harfu almudhari'ati. Naam, herufi ya inaonyesha kwamba hiki ni kitendo cha wakati ulio, harfu almudhari'ati pamoja na dhahaba. Kwa hiyo kuna ya imeunganishwa na kitendo dhahaba na dhamiri yenye kustiriwa, dhamiri ambayo haipo, ambayo dhamiri inakuwa ni huwa Kusema yadhhabu maana yake ni huwa, yeye mwanaume ambaye hayupo. Yadhhabu huwa ndo maana yake, kwa dhamiri mustatir, dhamiri ambayo imestiriwa lakini inafahamika kwa ni huwa yadhhabu. Kisema tu yadhhabu ila suq maana yake ni huwa. Kwa hiyo kama ni Muhammad ni Hamid ni Ali, lakini ni huwa, yeye mwanaume anaenda sokoni. Yadhhabuna hapo kuna herufi ya hiyo hiyo harfu almudharaati pamoja na kitendo dhahaba pamoja na wau wau aljamaa ambaye ni fail